Kwanza, president, na ninyi ambao umetoka nje ya Njombe, tunawakaribisha sana Njombe. Uh, Njombe amezungumza uh, hapa mtu wa UWT, lakini inaweza nikasema kabisa kwamba huu ni moja ya mikoa michache sana Tanzania ambayo wanawake wanamiliki mali moja ya mikoa michache sana Tanzania, Njombe, ambayo wanawake ni wafanyabiashara wakubwa. Moja ya mikoa michache sana Tanzania ambayo ina wanawake matajiri. Moja ya mikoa michache Tanzania ambayo ina wanawake wanaomiliki ardhi nimesema hivyo kwa sababu siku hivi tuna matajiri wa mitandaoni. E, unaona huko wadada wanajiposti, ana mafanikio mawili matatu, ameshakimbia kwenye mtandao, anajiposti pale. Kuna wamama huku Njombe ni matajiri sana, na hawako Facebook, hawako Instagram, kwani hitaji hilo jambo. Hawa watu waliotoka Dar es Salaam na Dodoma kuja kuseminisha hapa Maki yawezekana pia hawajui wanaongea na watu wa aina gani na shida moja ya watu wa Njombe utamwona amevaa nguo ya shilingi elfu mbili lakini benki ana milioni mia tano sasa ni vizuri sana hili jambo pia president ukalifahamu e, tafsiri ya wanawake wa huko mnakotoka huko mikoani wa ya wajasiriamali Unaweza ukajikuta hapa Njombe mtu akwambia ni mjasiria mali, lakini ukiangalia mtaji alionao ni mfanyibiashara, ila neno ambalo linatumika ni mjasiria mali. Kwa hiyo ni vizuri sana mkipata nafasi ya kufamiana, nadhani hapa kama kuna darasa ambalo mnaweza mkajifunza, ninyi mliotoka Dar es Salaam msije mkawachukulia poa kila mama mnaoona hapa, na sizungumzi kuwasifia kwa sababu huu ni mkoa ambao unakutana, mama yuko sokoni anauza nyanya, lakini ana shamba la miti heka ishirini. Mama anauza vitunguu sokoni, lakini ana shamba la parachichi heka kumi na tano. Unaona, na mama anakuna nazi pale sokoni, lakini anasafirisha mbao za milioni mia nne. Kwa hiyo ni mkoa ambao ni na... tunakuja kufanya forum ya kinamama, forum ya uchumi wa wanawake wa mkoa huu, na tunataka tuifanyie live coverage ya vyombo vya habari. Nadhani mtawafundisha watu wengi huko duniani, yeah. Na tena uti Kiswahili cha mwitiko sio mkubwa, mwitikio wa hapa sio mkubwa, lakini pia una sababu, maana ni vizuri nikiwapa shule pia mkaelewa kidogo watu wakina mama wa Njombe wako bize kutafuta hela. Ndio maana ni vigumu sana, nabii akija hapa Njombe akafanya muujiza akapata watu, ni ngumu hapa. Sijui kama hilo jambo pia me experience. <laughs> kuna nabii amekuja hapa kutafuta muujiza, utampata nani hapa? Labda uje na watu wako kwenye gari, kwa sababu kwa Njombe kina mama wa hapa wanaamini kwenye kufanya kazi <tweak> yeah. <tweak> yeah. <tweak> unajua, nisipolizungumza hili mimi mwenyewe kama kiongozi wa mkoa huenda watu waliotoka Dar es Salaam wasiwa baki wale wale watu. Mmekaa hapa na magauni na madela, ninaamini kwamba hamfanani nao kwenye akaunti za benki <tweak> <Yeah. tweak> sio kwamba ninadharau watu lakini naamini hapa nikiwasimamisha wote hapa, nikaambia watu wa Njombe hapa, sasa tufahamiane kwenye akaunti za benki a, watu wa Dar es Salaam watasubiri sana. Kwa hiyo hata wanaposeminisha hapa, wajua wanaseminisha watu ambao wana hela, sio kwamba ni watu wa kujiokota tu mtaani huko. <laughs> ni vizuri sana nyie watu ambao umetoka wizarani, mnapofundisha hapa eh, ufundishe kwenye kujua kwamba <laughs> Mama Simolo yuko wapi? Hayo maneno tunaongea ni ukweli ni uongo eh. Kwa sababu hataweza akatoka mikoani huko akaja hapa kufundisha kadhaa amekutana na akina mama wajasiriamali kule wa kule mitaa mita, mnayotokea mita, ha, hapa Njombe ni akina mama kabisa wafanyabiashara watu waliokaa hapa ni hmm, watu watu matajiri sana wa benki walioko humu, watu wa benki wa Njombe wako wapi? Waotokea Njombe, acha walitoka makao makuu benki Njombe. Wangekuja watu wa benki wa Njombe wangewasaidia. Ndio maana watu wa benki wanaheshimu sana watu wanaenda pale. Unajua nyewe kule Dar es Salaam mtu wa benki akimwona mtu amefunga tai anamkaribisha eh, karibu chumba cha meneja. Hapa Njombe mtu anakuja na begi la pesa amevaa tu ndara eh, na anahitaji chumba cha meneja. Ukiwa ile begi unawaambia samani kuna sehemu ile ya watu wenye hela nyingi. Na ni mama wa Njombe. Samu <laughs> Wanjombe kakutana pale kwenye pale ya SG hapa si nauza siki nafanya hivi. Ile ndanganya toto. Mkipata muda hapa wa kufahamiana familia nani zaidi. Nyie mliotoka toka mkoani? Eh, msiye <laughs> mkawachukulia hivi mnavyowaona hivi. <laughs> Ni watu wazito kidogo. E, kwa hiyo hilo nilitaka nili. Nasema hayo kwa sababu tuna mkoa ambao unaongoza kwa kuzalisha matajiri na wafanyabiashara wakubwa wa nchi hii. Mm. Huu ndio mkoa ambao tunazalisha eh, jamii ya watu wa Njombe ni jamii ambayo inaweza ikashindana na jamii ya wafanyabiashara wenye asili ya kiesha. Na ndio maana hapa hapa e, hakuna muhindi alikuja akafurukuta hapa kwa sababu aliwakuta watu wa Njombe wanafanyaje? Wanajitoshereza. Mimi kwa kweli niseme hivi namshukuru sana mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa amekuwa mgeni wetu rasmi katika ufunguzi wa mafunzo haya na ametufafanulia na kutuonyesha na kutueleza mkoa huu uko ukoje, kwamba mkoa huu ni mkoa tajiri. Wanawake wa mkoa huu ni tajiri na wanawekeza tayari kwa hiyo wao, mi nafikiri ni rahisi zaidi kama wakijiongeza kidogo kuingia kwenye hilo soko la Afrika. Wana uhakika wa kuzalisha m, nani vitu kwa ukubwa. kwasabu kwa sababu kwa kwingine tulikuwa tunalia, kwamba tunalalamika kwamba wewe unapata oda, utawezaje makontena kumi? Huko hakuna shida, wanawake hao wamejiongeza, wako kwenye mambo makubwa, na RC ametosha tu kuhakikishia huko. Kwa kweli tunafikiri vinara tutakuwa nao wengi, ni kiasi tu cha kuwafahamisha huu ndio utaratibu soko la kawaida wanalijua, lakini soko la Afrika bwana, ni soko ambalo gharama yake sio kubwa, kwa sababu uh, nani zile kodi zimerahisishwa zaidi. Sisi jukumu letu kama TWCC, moja ni kuwawezesha au kuwapa fursa wanaume, lakini kila wakati tunaenda pia tukitoa elimu ya jinsi gani ya kuweza kuendelea pia kukuza au kulea familia au kusimamia familia sisi tunaamini kabisa mtu ambaye unajitambua, mtu ambaye umethubutu, hayo mambo mengine kwa kweli hastahili kuwepo. Nami niseme tu wanaume, na nyinyi mnatupenda tukiwa na sisi tunajiongeza, kwa sababu pia tunaweza, kwa sababu mshahara au fedha zozote hazitoshelezi. Kwa hiyo mkiweza kuelewana ndani ya nyumba wote mkatafuta, sisi tunaona kabisa ni njia rahisi. Kuliko, ile, ndio njia rahisi kuliko mwanamke ukikaa nyumbani, kwanza ile ndio inaletaga shida mwanamume anaanza kufikia nao umezidi unakaa tu hapa, mimi nahangaika, lakini uongo mbaya. Sasa hivi lugha hiyo imebadilika, na tunaendelea kuwafahamisha na kuhamasisha wenzetu waingie, wathubutu, waji, waji, waji, wajiongeze walete maisha yao yaweze kuwa mazuri majumbani kwao. Kwa hiyo hilo ni jambo jema kwetu sisi.